Jeshi letu la polisi, mnatakiwa myaelewe kwamba Watanzania sio wajinga sana, wanafahamu na wanajua kuanalaisi mambo. Niwatolee mfano tu, alipotekwa huyu Muhammad, tulipata story nyingi za maelezo, wameteka wazungu wa aina fulani ya wazungu lakini lilipokuja kumalizika lile swali, linaweka maswali mengi zaidi, kwamba huyu aliyetekwa amekutwa jimkana usiku. Watu wanajiuliza aliendaje pale, lakini alipokutwa pale na bunduki zikaachwa pale, unajiuliza tu huyu mtekaji amemleta hapa